Ni miongoni mwa siku ngumu kwa sababu tumempoteza kijana mdogo, kijana ambaye Mungu alipandikiza kipaji halisi, lakini wakati anaelekea kufaidi kipaji chake Mwenyezi Mungu amemtwaa. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru kwa sababu kimsingi tunakubaliana, maisha bila Mungu ataendelea kuwepo lakini hakuna maisha bila Mungu hna nkozumo tunaona mastaa wengi Sofia kutoka Jua Kali, lakini comedian ambaye anafanya vizuri ad naye eh, ameweza kufika hapa kwa ajili ya kuweza kumwaga ndugu yetu aliyekuwa mpambanaji kabisa kwenye tasnia nzima ya films. Tunajua uh, ameondoka akiwa bado mdogo sana, na sisi vijana pia tumepata fundisho kupitia hili. Nini tujiandae na vitu gani tufanya, lakini celebrate kwenye upande wa films, celebrate kwenye upande wa music na celebrate mbalimbali. Waandishi wa habari wa, wa media tofauti nao wamefika huku, lakini hali ya hewa kidogo sio nzuri kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha hapa maeneo ya nyumbani kwao Kibiti huku eh, nadhani kwa wale wano, wanaofahamu panaitwa Ubungo eh, nyuma ya jengo moja linaitwa Lachazi ukizunguka Lachazi basi una sikia hizi taarifa za msiba sehemu gani zilipo. Kama unavyoona mastani wengi, watu ni wengi ambao wameweza kufika hapa kwa ajili ya kumsindikiza mpendwa wetu ndugu yetu, yetu, mpambanaji mwenzetu aliyekuwa akifanya tasnia nzima ya filamu. wa kiroho sio vyema tukaendelea na mazungumzo pembeni, kati yetu. Kwa nafasi hii katikista, mzee wangu, karibu sana kwa ajili yeah, ya yawa, kama tunavyoona timu Jua Kali ikiweza kutoa mwili wa marehemu ndani nakuweza kusogeza kwenye viwanja ambavyo viliiko husika, kwa ajili ya kuweza kumwaga, kuweza kubeba mwili wa ndugu yetu mpendwa, ili sogea kwenye sehemu za maombelezo kwa ajili ya kumuaga mwili ukisogea, na watu wakiomba wasimame, kwa ajili kupo ya kupokea mwili wa ndugu yetu Baidanus Vitalas Penseli ali maarufu kama Katundu, mwili mwili ndio ukiwasili hapa kama tunavyoona mwili ukiwasili, kwa ajili ya ibada fupi, kwa ajili ya kuelekea sasa makabuleni. Timu jua kali kihusika kwenye jukumu zima la kubeba mwili huu watu mbalimbali

Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupelee mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. E Bwana, yamilee uwape, e Bwana, wapumzike kwa amani. Ndiyo kusanyika hapa. Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu, alipokaa hapa duniani alilia machozi kwenye kaburi la rafiki yake Lazaro. Huyu Yesu aliyeshinda mauti yupo sasa hivi kati yetu, tunapotangaza matendo yake makuu na tunaposoma maandiko matakatifu. Naomba sasa tukae ili tusikilize neno. Uh, kwa niaba ya bodi ya filamu Tanzania nitoe pole mno kwa familia lakini pia kwa timu zima ya Lamata Village, wanatasnia uh, wa filamu pamoja na muziki kwa ujumla, poleni sana. Asante. Bongo Trendy TV.